Pili, kuhusiana na ubora wa viwanja vyetu nchini, tumeona kwenye vyombo vya habari na nini, serikali wanafanya matengenezo, wanafanya marekebisho ya viwanja, ikiwemo kiwanja cha Benjamin Mkapa. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, tuliona wanabadilisha viti pale Benjamin Mkapa, lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, wewe unafahamu kwamba pale kuna shida ya pichi, yani pichi, mvua ikinyesha, ile pichi pale uwanja wa taifa inajaa maji, pale Benjamin Mkapa inajaa maji. Sasa nataka kufahamu serikali, kwa nini wasi, wasishughulike na, na jambo la uwanja kwenye pichi pamoja na mambo mengine wanayofanya lakini wana, wanafanya nini wana, wanafanya utaratibu gani kuhakikisha kwamba ile piti inakuwa bora kama ambavyo tunategemea, kwa sababu tunategemea uwanja wa Benjamin Mkapa tu sasa hivi. Asante mheshimiwa mwenyekiti. Majibu mheshimiwa waziri. Nakushukuru mheshimiwa wa mwenyekiti. Uh, maswali mazuri kutoka kwa Mheshimiwa Nusrat Hanje. Tumekuwa tukifanya ukarabati wa uwanja wa Benjamin Mkapa kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa na maeneo yote ambayo tulikuwa tunafanya ukarabati hayakuwa yakihusisha eneo la pichi. Eneo la pichi lili karabatiwa na CAF walipokuja kuendesha mechi ya African Football League kati ya Simba na Al Ahli mwaka juzi, mwaka 2023 mwishoni, na walitupa miaka miwili kwa maandishi kwamba tunaweza kuitumia pichi ile. Kwa hiyo, maeneo mengine ambayo tulikuwa tunayafanyia ukarabati yalikuwa yanahusisha viti kama anavyosema ubao wa matangazo, mfumo wa umeme, ubadilishaji wa taa, mfumo wa hewa na mambo mengine mengi, lakini haikuwa inahusisha pichi. Sasa tumepata bahati mbaya wakati wa mechi ya Simba na Al Masri mvua kubwa ikanyesha na uwanja ukajaa maji, na serikali imechukua hatua za dharura kuhakikisha pichi ile inatengemaa kwa ajili ya mchezo wa fainali kati ya Simba na Berkane ambao utafanyika tarehe 27 ya mwezi huu wa tano. Hivi ninavyosema tumeshaajiri kampuni ya Kituruki na ipo kazini na watatukabidhi kazi yetu ile tarehe 15 ya mwezi huu, siku 12 kabla ya mechi ile. Kwa hiyo tunashughulika na jambo hili na tutaiondoa pichi nzima baada ya mashindano ya Chan mwishoni mwa mwezi wa nane na kuweka pichi mpya wakati huo utakapofaa, kwa vile ndivyo ambavyo tulikuwa tumeelekezwa na CAF kabla ya kupata bahati mbaya hii. Mheshimiwa Rashid Shangazi. Asante mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti, kumekuwa na udhaifu na ucheleweshwaji mkubwa wa kiutendaji katika ukarabati unaoendelea kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kiasi cha kutishia mchezo wa fainali kati ya Simba pamoja na Berkane, lakini pia kutishia mechi ya ufunguzi wa michuano ya chani ambayo itaanza mwezi Agosti. Ni je, yes, serikali inatoa commitment gani kuhakikisha kwamba mchezo huu muhimu wa fainali unachezwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa lakini pia mashindano haya ufunguzi wa mashindano haya chani ya chani yanafanyika katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Majibu, Mheshimiwa Waziri. Na kushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti, kama ambavyo nimejibu swali lililopita la Mheshimiwa la nyongeza la Mheshimiwa Hanje commitment ya serikali ni ile ile kuhakikisha mechi hii uh, ya fainali kati ya Simba na Berkane ya tarehe 27 ya mwezi huu, ambayo ni mechi ya kihistoria sana, inachezwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Hatuta hatutakuwa tayari kupokea kitu chochote chini ya hapo, na kama ambavyo nimesema, serikali imefanya kila inaloweza, ikiwemo kuajiri kwa dharura mkandarasi mwenye uzoefu mkubwa katika masuala ya kutengeneza pitch ili kuhakikisha uwanja uh, ule unatengemaa, na jana usiku uh, mimi binafsi nilikuwa na kikao kirefu cha kwenye simu na viongozi wa CAF akiwamo rais Daktari Motsepe ili kuhakikisha kwamba uh, wanatusaidia na wao wenyewe wanatuletea consultant wa kimataifa kwa hakikisha tunashauriwa vilivyo namna ya kutunza pichi ile. Kwa hiyo nimtoe uh, hofu mheshimiwa shangazi na wapenzi wengine wa mpira wa miguu wakiwemo wapenzi wa Simba, mechi ile itachezwa pale pale na hakuna mahali inaenda, na tukio hili la kihistoria litafanyika mbele ya macho yao wakiwa wanalishuhudia. Asante.